Assalamu alaykum, leo tunapika pweza. Hapo na pweza wangu huyu pweza angu, ni kiasi kilo tu ni mdogo sana ambaye nimeshamkosha kiasi mara mbili hapo. Nimeweka kwenye sufuria pamoja na maji pamoja na limao ambalo nimelikamulia na pia maganda yake nimeacha umomo ndani. Nimeweka pia na majani ya giligilani na pia nimeweka bay leaf, kitunguu thom, pilipili manga nzima na kitunguu cha kawaida. Sasa huyu pweza unaweza kumkausha tu kwa sababu pweza ana maji yake, lakini mimi nilikuwa nataka kufanya kama supu, ndo maana nimefanya hivyo. Lakini pia huna lazima kufanya hivyo, unaweza ukaweka maji tu na pilipili manga na chumvi, inatosha. Baada hapo, nikaona kama sufuria lilikuwa dogo, kwa hivyo nimehamisha, nimeweka kwenye sufuria kubwa, nianza kuchemsha na kuchemsha. Nimeanza kuchemsha kwa moto mkali kiasi, ilipoanza kuchemka, nimepunguza m moto nimeendelea kupika kwa kiasi dakika hamsini. Sasa upikaji wa pweza kwa kila pound moja yani ni kiasi nusu kilo inakuwa ni dakika ishirini. Kwa hivyo kwangu mimi ni pound moja na kidogo hivi nimefanya dakika hamsini. Okay, kwa hivyo baada ya dakika hamsini pweza wangu alikuwa tayari. Pia unaweza kumpika kwenye pressure cooker, lakini ah, mimi sikutamani kupika kwa pressure cooker. Nimemtoa hapo na kumweka pembeni apoe. Baada ya hapo nimekwenda kutengeneza chimichuri sauce. Chimichuri sauce siyo lazima lakini mimi nimetamani, na sauce hii nimeshawahi kukuonyesheni zamani nilipofanya steak. Kwa hayo ni ma hiyo hayo ni majani ya parsley ambayo nimesaga vipande vidogo vidogo kwa hicho kidude changu kipya, nakipenda sana. Alafu, nimeka kitungu thomu ambacho nimeshakiponda Afu, nimeendelea kusaga tena zaidi. Baada ya hapo nimeweka dry ingredients, ambazo nimeweka oregano kwanza. Nimetoa hicho kidude, nimeweka oregano kiasi kijiko cha chai hivi na chili flakes. Na hii sauce inajulikana sana kwenye kwa Latin America, inatumika sana kwenye steak, samaki kuku chochote utakachopenda meka, na pilipili manga na chumvi, alafu na hiyo red wine vinegar. Lakini red wine vinegar, msishtuke na ilo jina la wine, haina ulevi, msingie juu jamani. Alafu nimekamulia na limao hapo, alafu nimeweka na mafuta ya olive oil, niliongeza tena baadaye. Alafu nimefunika nime shake, shake, shake. unaweza kutumia chupa, unaweza ukatia vitu vote kwenye Uh, blender inafaa. Okay. Baada ya hapo nimeweka kwenye kibakuli changu na hapo ndo nilipoongeza mafuta ya, li, ya olive oil nilihisi mafuta haya kutosha. Baada ya hapo nimeenda kuchukua pweza wangu ambayo alikuwa kishapoa na kwa kweli nilikuwa natamani kumchoma lakini nimemwona pweza ni mdogo sana na yani muda mrefu kuchukua kuwasha moto makaa na nini kwa kipweza kidogo. Huyu pweza actually nimeletewa na cousin wangu, alikuwa anataka nimpikie tuje tule pamoja. Kwa hivyo hapo nimemkatakata vizuri. Sasa hivi natengeneza mafuta, hiyo ni chumvi nimeweka, na pilipili pili manga pamoja na pilipili pili ya unga na mafuta kidogo. Sasa kama situmii hiyo chimichuri sauce, na kuonekana ndimu Alafu nakuwa na mpaka pweza wangu vizuri, alafu namchoma kwenye mkaa. Lakini leo nimemchoma hapo, nimempika hapo kwenye hiyo heavy heavy nini, heavy iron, heavy cast iron. Hata sikufiki majina, siku nyingi sijapi, sijafanya video. Anyway, alafu nimemwagia yale mafuta, nimeendelea, nimepika kwa moto mkali kiasi dakika tatu kila sehemu, kwa sababu alikuwa kishapikika kishapikika vizuri na mlaini. Alafu nimempika hivyo vizuri. Nimemaliza. Kwa tayari kula. Uh, hatukuwa tayari kula lakini, mimi nilikuwa nataka kumaliza hii video, kwa hivyo nimeweka mikia miwili tu hapo na chimichuri sosi yetu, na sasa hivi nitakuonyesheni pweza wetu wavukua mlaini. Na alikuwa mtamu sana. Asanteni sana kwa kuwa nami na utakia siku njema. Kwa mapishi zaidi, karibuni Aroma Zanzibar. Bye babaye.